Habari ya moto, habari ambayo siku leo imeweza kutrend mitandaoni ni baada tu ya mpenzi mpya wa mama Dangote kuamua kuzungumza kwa mara ya kwanza, baada tu ya picha kuvuja mitandaoni imeonyesha wazi kwamba huyu kijana ni kijana wa kawaida tu ambaye mama Dangote amempenda. Watu wengi sana wakawa wanajiuliza ni kitu gani ambacho mama Dangote ameweza kukiona kwa huyu kijana, lakini pia wengine wakiwa wanajiuliza huyu kijana anajishughulisha na kazi gani na kitu gani, imekuwaje kuwaje, wamekutana na mama Dangote, na wamekutana sehemu gani? Bado tunaendelea kujiuliza, lakini siku ya leo uh, huyu kijana ameamua kueleza, uh, mwanzo mwisho ni nini ambacho kimetokea, lakini pia ni kitu gani ambacho kinaendelea yeye pamoja na mama Dangote, lakini pia kitu kikubwa ambacho huyu kijana ameamua kukizungumza, ameamua kuambia watu kuhusiana na mahusiano yake na mama Dangote yameanzia lini, kwa sababu ukiwaangalia ni kama vile ameanza muda mrefu kidogo, lakini pia ukimwangalia mama Dangote kwa asilimia chache tunaweza kusema, eh, huenda anampenda huyu kijana, lakini pia huenda, eh, akawa anamtumia tu kwa matumizi yake eh, lakini hana mpango naye, kwa sababu huyu kijana sidhani kama atakuwa na malengo ya kumuoa mama Dangote, kwa sababu ni kijana mwenye umri mdogo sana, na mama Dangote yeye umri wake umesogea. Sasa kijana huyu atakuwa na malengo kweli ya kumuoa mtu mzima kama mama Dangote? Eh, jibu ni hapana. Kwa sababu huyu kijana uh, huenda na yeye pia akawa kwa manufaa yake pia uh, kwa mama Dangote, lakini pia huenda mama Dangote na yeye akawa pia ana manufaa yake kwa huyu kijana. Bado maswali mengi yameendelea kujiuliza, uh, lakini huyu kijana siku ya leo ameamua kufunguka baadhi ya vitu uh, ambavyo tunaweza kusema tutapata majibu kamili ni kitu gani ambacho kimetokea kati yake pamoja uh, na mama Dangote. Kwanza kabisa uh, kijana huyo uh, aliamua kufunguka wazi na kudai kwamba na mama Dangote kwa sasa hivi ni mtu na mpenzi wake na wanapendana sana. Lakini pia anakuambia pingamizi kubwa sana katika penzi lao ni msanii Diamond Platnumz. Kijana huyu anakuambia, uh, ungekuta muda mrefu sana wameshatangaza mitandaoni kwamba wao ni wapenzi, lakini Diamond Platnumz alipinga mahusiano yao akawa uh, anawaambia kabisa kwamba mimi sijapendezwa na haya mahusiano. Kwanza kabisa, Diamond Platnumz ananidharau mimi, ananiona mimi ni kijana mdogo uh, ananiona mimi uh, nimekuwa na mama yake ni kama vile mama yake angewezaa kwa sababu nimelingana umri na msanii Diamond. Lakini kitu kikubwa ambacho huyu kijana amekizungumza, eh, amedai umri ni namba tu, na yeye wala umri wa Mamadangote haumbabaishi yeye, anaona ni kawaida tu kuwa na Mamadangote kwa sababu ni mapenzi. Lakini pia Mamadangote yeye ndiye ambaye ameweza kumfuata e, jambo ambalo watu wengi tulikuwa tulifahamu tulifahamu, labda huyu kijana huenda ndiye ambaye alimfuata mama Dangote, au alimDM na mambo mengine yakaendelea. Lakini huyu kijana anakwambia mama Dangote ndiye ambaye alianza kumtafuta, baadaye akamwelezea hisia zake kwamba mimi nimekupenda, kijana anakwambia e. baadaye e, ilikuwa ngumu sana kumkubali, lakini baadaye akaona hata kwa nini niendelee kumkazia mama wa watu, akaamua kumkubali mama Dangote, na baadaye wakaenda wakapiga picha, wakawa wana enjoy wanaenda kwenye mahoteli wanafanya hivi wanafanya vile. E, basi mama Dangote akawa amempenda sana na kijana huyu anakwambia uh, ipo siku watu wataelewa kwamba wao wanapendana kwa dhati, lakini huwezi kuamini huyu kijana uh, uh, anakwambia anatamani sana kumuoa mama Dangote, jambo ambalo uh, uh, hatukuwahi kulidhania wala kulifikiria kwamba mama Dangote angeweza kupata bahati ya kuolewa na kijana mdogo kama huyu. Jambo hili limewashangaza wengi baada ya kijana huyu kusema kwamba anatamani kumuoa mama Dangote. Jamani eh, mama Dangote ukimwangalia, nao kijana mama Dangote, umri umesogea, lakini huyu kijana anakuambia anatamani kumuoa mama Dangote. Ehe, na anakuambia umri ni namba tu, na wala yeye hajali kuhusiana na huo umri wa mama Dangote. Yeye anachojali ni upendo wake wa dhati kwa mama Dangote. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kusubscribe, kusubscribe, kulike na kusign on notification.